Na mtazamaji, karibu, tuende moja kwa moja katika wasaa wa kubadilishana mawazo ambapo niko naye Bi Msafwari tua kaunti Mombasa, na pia vilevile Miri ya Maigomba kutoka Dar es Salaam, Tanzania, ikiwa tunaendeleza mada ya juma iliyopita ambapo ni ushauri kwamba watu wazingatie sana masuala ya ukoo kabla ya kuamua ni wapi wanaoa ama ni wapi wanaolewa. Maanake wengi waliozungumza wiki iliyopita walikiri kwamba zipo changamoto katika baadhi ya koo, hiyo basi sio jambo la kupuuzilia mbali. Lakini kuna wengine pia wakauliza, je, kama kweli zipo baadhi ya kwamba zina changamoto ama zina mikosi, hawa nao waolewe na nani ama waoe kina nani? Na nitaanza hapo na Miriam wa Migoma. na Miriam, kwa unanipata? Na kupata kwa shida, naomba urudie tena. Ndio, kwamba tulizungumza juzi, mkakiri kwamba kweli kuna baadhi ya koo ambazo zina changamoto zake hivyo. E, basi tunauliza leo hii, ikiwa kweli umejua kwamba unayemwoa anatoka katika mahali fulani, kwamba ina, ina, moja kwa moja unatakana, unamwacha watafuta mahali kwingine? Inategemea sasa kwamba mmependana, yaani umempenda vipi na amekupenda vipi, kwa sababu kuna changamoto zinazoweza kubadilika na kuna changamoto ambazo haziwezi kubadilika. Kwa mfano tukichukulia maradhi ambayo ya kurithi maradhi ya kurithi hauwezi kuyabadilisha. Kwa mfano kuna sickle cell, kwa mfano kuna ukoma, kwa mfano kuna maradhi ya kifafa, kwa mfano labda kuna, kuna ukoo kama ukoo wao wana matatizo ya, matatizo ya afya ya akili. Lakini kwa mfano, unaweza ukaoa mwanamke ama ukaolewa na mwanaume ambaye tunazungumzia katika ukoo ule, inawezekana wao ni wavivu wa kufanya kazi lakini kumbe ule uvivu unatokana na nini, na vile ambavyo alivyoikuta ile familia. Lakini anapokuja kwa mwanaume ama kwa mwanamke ana uwezo wa kubadilika. Una, unambadilishaje? Unambadilisha kidogo kidogo, inafika hatua anakuwa anazoea. Au kuna ukoo unaweza ukaoa, kumbe ule ukoo watu ni walevi, mlevi mama, mlevi baba, mlevi mpaka watoto wote ni walevi lakini wale una uwezo labda kusema wa kuoa ama wa kuolewa, ukasema kwamba nitaweza kumfanya nini, kumbadilisha, lakini kama atakubali kubadilika na yeye amekupenda kwa dhati, kwa sababu tunazungumzia kitu kimoja Rashid, lazima tuangalie katika huu muhimu. Wanasema mama hana uwezo wa kumbadilisha mtoto ama baba hana uwezo wa kumbadilisha mtoto, lakini mchumba ana uwezo wa kumbadilisha mtoto. Mfano, mimi navaa suruali, lakini baba leo hii apendi mimi kuniona nimevaa suruali ama mama apendi kuniona mimi nimevaa suruali ama nimetembea kichowazi, lakini mchumba anaweza kuniambia mimi sipendi utembee kichwa wazi, napenda uvae ushungi. Lakini kama nimempenda kwa dhati, nina uwezo wa kubadilika. Kwa hiyo hata hili inawezekana kwamba leo hii yule ni mvivu, yule ni labda katika ukoo wa wizi ama ukoo wa walevi, lakini je, nime, amenipenda kwa dhati? Na kama amempenda kwa dhati, mtu anaweza kubadilika na akawe, waka, wakaweza kuoana hatimaye maisha akaenda na mtu akashangaa, akasema, mm, yani, yule mtoto uwezi kuamini kama akatoka kwenye ule ukoo. Ule ukoo ni walevi, baba mama, watoto. Kweli ule binti ni wao wa ule kijana na ule ukoo hii. Kwa hiyo watu wanatoa na mifano kabisa. Kwa hiyo inategemea wao wenyewe wamekubaliana vipi na kweli ameamua kubadilika, ameamua kubadilika kweli kweli, lakini asibadilike kwa sababu anataka kuolewa, lakini baadaye akishaolewa hulka yake akaamua kuiendeleza vile vile. Naam, kuna baadhi ya jumbe ambazo natakuja kwako Bi Msafwari. Uh, maana kuna mwingine anasema kwamba uh, Rashidi, mimi ni mcha Mungu nampenda Mungu sana, na nafuata uh, kile ambacho Mungu ameamrisha katika dini yangu, lakini nilinyimwa mme wa kunioa kwa sababu wanasema ukoo wetu ni wa washirikina, ilhali yeye mwenyewe ni mtu ambaye amemkumbatia Mwenyezi Mungu, lakini hakuolewa kwa sababu ukoo wake ni wa washirikina. Je, anauliza, je, hiyo ilikuwa sawa? Wajua nani Rashid, haya mambo ya ushirikina yakienda ya, ya, ya kizidi sana hasa. Nataka kukuambia huu uh, ushirikina wa sasa ni mbaya. Juzi ulitamka kitu kidogo tu ukasema kwamba kuna vitu kama manyoka, ulitamka tu kwa umbali, lakini wacha nikwambie kuna wazazi mpaka wamefuga manyoka, wako na manyoka katika katika miji yao. Sasa hata kwa mfano kama kwa mfano we unamcha Mungu, alafu uende uingizwe katika familia, ufike hapo mahali alafu andakaribishwa, waambiwa, hapa kuna nyoka, hata huwa yanyonyeshwa mpaka zinapatiwa na majina. Wataka kuniambia hapo mahali uta utapaingia, hata kama we unamcha Mungu namna gani? Ukishafika mahali kama hapo, huwezi kuingia. Wacha nikwambie, watu wamejiingiza vitu vyenye vingine wamevibeba hawajua walivibeba wapi, wakaveta katika miji yao, na vinasumbua sasa. Nakuambia, katika wale watu walieka hivyo vitu, ukiangalia familia zao utakuta ni wasichana warembo ajabu. Wa lakini je, hata wakiwa warembo, na mtu aende asikie kwamba ile familia ya fuga nyoka wananyonyesha manyoka, wafikiri nani atakubali kuingia mahali hapo? Kwa hivyo nitakakutuma kujibu katika hiyo meseji, hata kama wee ni mcha Mungu lakini unaingia katika familia ile ambayo ni ya washirikina utashindwa, maana giza na nuru haziwezi kukaa mahali pamoja. nam kuna mmoja hapa pia vile vile Miriam amesema kwamba uh, hata katika vitabu vitakatifu anayetoa Ustadh Umar anasema kwamba ijueni milango kamla hamjaingia, anasema chagueni sehemu za kuweka matone ya manii, kwani mishipa inauto, akimaanisha kwamba mtoto anaweza kuchukua kutoka kwa mama ama anaweza kuchukua kutoka kwa baba. Kwa hiyo masuala ya ukoo lazima zingare. Kabla uamue kuanza safari ya maisha na mtu, lazima uangalie ukoo, lakini kuna swali ambalo litaibuka hapa na nataka tuzungumze kwamba kweli mm. E, vitabu vimetuamrisha na tutakuwa tunafanya jinsi ambavyo vitabu maana, ukiangalia Wakristo anasema wame wameagizwa hilo Waislamu wameweza kuagizwa hilo, lakini kuna mtu ambaye anatutizama hivi sasa na niliuliza yeye swali wiki iliyopita, ambapo yeye baba yake hmm, kweli ama ukoo wao ulikuwa na tatizo fulani. Yeye mwenyewe amebadilika, ni mtu tofauti, lakini kwa sababu anabeba ule mzigo wa ukoo wa familia ananyimwa nafasi ya kuoa ama kuolewa. Huyu atasaidika? Atakuwa anatendewa haki kweli, Miriam. Mimi naweza nikasema kitu kimoja Rashid, kwanza atakuwa hatendei haki. Unajua wanasema samaki mmoja akioza ujue wote, hapana. Kwa sababu gani? Kwanza kabisa wampe nafasi. Wakimpa nafasi utaangalia. E, wakiangalia kwamba sio wote wanaweza kwamba eti kwa sababu ule ukoo ni ukoo ambao haujawahi kuolewa ama kuoa basi hata yule kijana wao, watu huwa wanabadilika. Wanabadilika kutokana na nini? Kutokana na mazingira. Ni kweli katoka kwenye ukoo ambao si sahihi, lakini katika ule ukoo aliotoka si sahihi, mazingira ambayo aliyoishi ni mazingira yapi? ni mazingira ya hapo hapo ama ni mazingira ambayo ni tofauti? Kuna mwingine akazaliwa kwenye huo ukoo lakini ameishi shule, yuko chuo, matendo yake, na inawezekana pia. Kuna mwingine kweli yuko kwenye hiyo familia ya walevi tupu, lakini yeye kama yeye eh, Mungu amempa karama yake, hapendi kile kitu. Na ndio maana wakati mwingine tunasema kwamba yani yule karithi kwa babu yake mtupu Yaani babu yake yani, kamchukua jina kachukua kila kitu, ana tabia kila kitu, sababu yake, lakini yani hajachukua matendo. Hujawahi kukutana Rashidi, na mtu anasema yani, yule mtoto sio kama wa ile nyumba? Hujawahi kukutana hiyo yu? Yani yule binti kama hajazaliwa kwenye ile nyumba, kwa sababu gani? matendo yake. Baba anaweza kuwa mlevi, mama anaweza kuwa mlevi, lakini binti ukamkuta anajistiri na dini anaijua. Utakataa kumuoa kwa sababu mama yake ni mlevi, baba yake ni mlevi? Eh, kwa sababu kwa na tabia mbaya, ama leo unamkuta kijana anajua elimu ya dini na anajua maisha ya, ya kuishi na mke, ukasema kwamba kwa sababu baba yake alioa akaacha alioa kaacha alioa akaacha, leo hii ukamhukumu mtoto. Lakini tumezungumza kwa kuchukua tahadhari, lakini katika ile familia inawezekana mmoja akanusurika. Hujawahi kuona kwenye ajali ya gari watu wawili wakapona? Au tuchukulia ajali ya ya, juzi ya ndege? Umeona huo mfano kwamba watu wengi wame, watu wame wengi wamepoteza maisha, lakini mmoja amepona. Kwa hiyo hata maisha yako hivyo, ila kabla ujaoa kuolewa, lazima ufatilie ukoo ujue na yule unayetaka kumwoa ama yule unayetaka kuolewa naye ili usije kuleta kizazi ambacho katika ukoo wenu hakiko sahihi. Na ndio maana Rashid, mimi naongea ukweli. Sasa hivi unakuta kuna mwanamke ama kuna mwanaume. Kwa nini watu wanachukia watoto wao? mwanaume anamchukia mtoto wake ni kwa sababu ya ukoo wa yule mwanamke. Na kuna mwanamke leo hii anachukia mtoto wake kwa sababu ya ukoo wa yule mwanaume. Na ndio maana unakuta hata watoto wa mitaani ni wengi. Ni kwa sababu gani? Kwamba mwanamke amemchukia yule mwanaume, anamchukia mpaka na mtoto. Sasa hata kwenye familia kuna watu, kuna mwanamke anatengwa yeye mpaka na watoto wake kutokana na familia ya kwao, na kuna mwanaume leo hii anatengwa na watoto wake kutokana na familia ya kwao. Ili kuepukana na haya yasitokee, vijana ambao wanaanzisha safari ya ndoa, usiridhike na mwanamke ana mguu, usiridhike mwanamke ana sura nzuri, usiridhike mwanamke ni msomi, usiridhike mwanamke sijui. Ukimtizama kwenye rafiki zako wanasema yes, rafiki yetu umeoa bonge moja la dem. Leo hii utasifiwa bonge moja la dem, lakini je, mazingira aliyotoka nayo ya kwao yakoje? ili usije kuleta mtoto, usije kuleta mke ambaye leo ukaja kuzaa naye ukamchukia yeye pamoja na kizazi chako. Na bila shaka ni, ni kauli ambayo anazungumza uh, uh, uh, Miriam kwamba sana taka kuweza kuoa wataangalia mtu imani yake ya dini, wataangalia familia yake. Watu wengine pia wanaangalia uwezo wake, uh, urembo pia uwezi kutupilia mbali, lakini suala la ukoo ambao limeweza kuzungumziwa Aa, kwa mujibu wa Miriam ni kwamba umuhimu ni watu wajue huyu ametoka wa uko fulani. Alafu baada y hapo watu wafanye tathmini, je, huyu muhusika mwenyewe mwenyewe yukoje? Ikiwa watu watajiridhisha kwamba muhusika mwenyewe yuko tofauti basi tunaweza kwenda kinyume na matarajio ya wengi. Ikiwa ukweli utajulikana na watu waone kwamba tamuhusika mwenyewe yuko vile vile na tofauti watu, lakini inafika mahali mtu akisema kwamba nimemleta tu anaitwa Rashid Abdalla kutoka uko fulani anasema hapo hapo ulipofika, toka naye hapo hapo hakuna muda wa kuuliza maswali. Binti ametoka huko fulani, huyo asithubutu. Na kuna mama anakuambia ukimchukua huyo, ukimwoa huyo, mimi na wewe kuanzia leo ni mwisho, hata nikifariki usije ukanizika. So, wa mtu hawezi Rashidi. na... naomba nikuongeze na... na, ni kitu leo hii unaweza kwenda kuoa familia, unapeleka mashtaka kwa mama mkwe badala ya kusaidiwa anakwambia, kama mwanangu, kama mwanangu, umemshindwa, ume ajaua kwao, mrudishe. Unahitaji msaada kwa mama mkwe, kuna wao kina mama kwao, mtoto wangu kwetu, ajaua ajafuata kwako gari, ajafuata kwako kiwanja, ajafuata kwako nini, sio maskini huyu. Umeona sasa, ni familia familiau Ko ni ukoo ama jeuri tu ya mtu, tabia ya mtu. Maana hapo kuna vitu viwili. Tutakuwa tunanyima watu kuoa wa kuolewa kwa sababu ya tabia na kusudi na jeuri za watu, ama ni ukoo, unaweza kuwa wote una jeuri na kusudi. Bi Msafwari. Sasa hizo mi naona, muna... naona kama ni tabia, mm-hmm, ambapo si tabia, si tabia nzuri. Na kwa sababu unajua hata mtoto anapoolewa akirudi si rahisi kumpokea, kwanza mtoto paka ujue ni nini, ni kwa sababu gani amerudi, lakini ukianza kumwambia mtoto wa sasa kwamba oh, hapa kwetu kukosa kitu, kwani ulifanywaje? Sidhani kama itakuwa unamwelekeza mtoto mahali pazuri. Ni wazazi wale ambao wanapoteza wana watoto na hawana nidhamu wao wenyewe. Na hizo nidhamu ndio hizo tunaziangalia, wajua, zinapokosekana kwa wazazi, hata kwa huyo mke anayeoleo leo pia zinaweza zikakosekana. Kwa hivyo tuangalie ni wapi tunapofuata. Ndio maana mi nimesema pakiwa mahali ni pauchawi kabisa, panajulikana na kuna msichana mrembo, hata akija na Baibulu ameshikilia na mkono, achana naye, kwa sababu utakwenda kuingia mahali penye hapaingiliki. Utaanza kama... kupata shida. Tunaambiwa hizi ida, tunaambiwa ziko paka kama mwenyewe amefanyaje. Bi Msafwari, hata kama yeye amebadilika, unasema usichukue bora unatoka katika ukoo huo. Mimi nimekuambia hawa watu hawabadiliki. Hapa haya ni mambo, mimi nazungumza nikiyaelewa wakitoka kwa mahali pako na hizo vitu kamili kamili, mm. uki akiingia bado kwa mji, ni shida, ni shida, na ni shida. Na bado nimesema kwamba nuru na giza itakuwa ni shida tupu, maana ataingia lakini atakuwa tu. Kuna wengi ni, ni watu wangapi wanajificha na dini? Watu wengi wamejificha na dini, kwa kuta mtu anakwambia ameokoka, mpaka ukisikia akiongea unasema ni kweli. Je, umeenda ukaona Yaani, mambo tunaletewa na wale wake wa wale ambao wameokoka wanaitwa kina man of God. Unaletewa makesi hata ukijiangalia paka unasema ni yapi hayo naelezewa, kweli huyu ni man of God? Kwa hivyo nataka kuambia kwamba kuna mambo mengine ambayo ukiyaona tu kwa mbali, kama wewe bado ni msichana ama ni mvulana, ujiepushe nayo usijiingize kwa familia yenye unaambiwa, ile ni ngumu, mambo yao ni magumu, wanaroga kuroga Kaa mbali. Kama Mungu alikupangia upate mke wako wasama, mme wako wasawa, utapata. Si lazima kujilazimisha kwa mahali kwenye hapaingiliki. Tunaongea maswala ya miji ambaye haiingiliki, mambo yenye ambayo ukieleza watu, si yale ya kikawaida. Nani analala na nyoka kwa nyumba? Nyoka ni kitu ambacho kikiingia unaama, lakini wengine wamekuwa wanakula nazo. Utakosaje kuogopa? Lazima uogope. Naam, naam, Bi Msafwari, kuna jumbe hapa zinaingia. Nasema Rashid, mtu anaweza kubadilika, anasema yeye ni ana ushuhuda, alioa mke aliyekuwa mlevi um, wa dini tofauti, na sasa hivi amehamia dini yake na ni mcha Mungu na wala si mlevi. Mmoja anasema kweli kuna watu wametoka katika familia za ushirikina, lakini wao pia wamechoka na tabia zile, wanabadilika. Lakini kuna mmoja anauliza swali hapa. Miriam anasema kwamba wao wanaambiwa katika familia yao Eh, watoto wanaozaliwa wanafariki. Anasema sasa, Rashidi, mimi sijapata hata kuolewa, lakini nakataliwa kwa sababu naambiwa sisi tukiolewa watoto wanafariki. ni Mungu ndi anachukua viumbe ama ni binadamu? Miriam, sasa hiyo ni dhana, umeona hiyo? mm -hmm, ni dhana, na dhana ni kitu kimoja kibaya sana kwa sababu inawezekana hiyo changamoto kwamba akiolewa kwenye ile nyumba watoto wanafariki, sasa hiyo ni swala la kitabibu, tunarudi labda ni swala la hospitali. Inawezekana mi nataka nizungumze kwa sababu tayari naendesha hivi vipindi. Inawezekana kuna zile groups za familia katika damu e, kwamba jela anapopata ujauzito anatakiwa hatua ya kwanza afanye nini kabla hajajifungua? Hilo ni swala la kitabibu e. Nataka kuoa eh ama, a, kuoa, ama kuolewa pia, hicho nacho ni kitu cha kukichunguza, kwa sababu inawezekana ukaoa mtu labda ana group o, si group o ni kitu gani? Wanazungumza wenyewe wataalamu, wanajua hicho kitu. Kwa hiyo hata kama wanapoenda hospitali, unajua kabisa kwamba ah kwamba ni mke wangu akitaka wa kujifungua, lazima apate sindano fulani ili aweze kujifungua. Najibu kwa sababu tayari hicho kitu nishai kukutana nacho na tayari nikawa nichazungumza na dokta na dokta akasema kabisa, kuna watu leo hii akipata mtoto anakufa, akipata mtoto anakufa, akipata na mtoto anakufa. Watu wanakuwa na dhana mbaya tofauti, lakini nenda hospitali, hospitali watakupa jibu lilokuwa sahihi na ukaweza kupata msaada. Watu waondokane na dhana kwamba ile familia ukaenda kuoa au ile familia ukaenda kuolewa, kilo kizaa mtoto wanakufa. Watu tuondokane na dhana hizo, twende hospitali ili uweze kupata jibu lilokuwa sahihi. Lakini Rashid, naomba nilijibu tena kitu kingine. Katika haya maisha ili tuishi vizuri, vijana wa, wanaotarajia kuoa kijana anayetarajia kuolewa Usikubali, umekutana na mwanaume anaendesha anaendesha gari ya kifahari, mwanamke ni msomi mzuri, ukasema huyu ndo anafaa kuoa. Tutengeneze kizazi kilichokuwa sahihi, kuanzia 2025 hii kuelekea mbele. Jamani, kabla hujaoa chunguza familia ya mwanamke chunguza familia ya mwanaume, ili mradi usiende kwenye ndoa. Kama unakwenda kupima ukuta wa chumba, yaani chumba hiki ukuta uko hapa, chumba hiki ukuta uko hapa, chumba hiki ukuta. Baada ya miezi sita mtu anaondoka, kumbe ile familia wanaooa wa wote, matumizi anaeleta kwa mama Seme kitu nafikiri na, na kwamba tumeweza kuelimishwa sana juma lililopita na juma hili. Bi Msafwari ameyazungumza, ametoa tahadhari, ameishi kuona mengi, na Miriam alikadhalika. Lakini pia kuna tahadhari imejitokeza hapa, wakati tutakwenda kutaka kuoa ama kuolewa, tutofautishe sana uh, ukoo na tutofautishe dhana. Kuna dhana kuna baadhi ya kasumba nasichanganya tunaita kwamba huu ni ukoo. Kwa hiyo ukichanganya hivyo, utamkosa mwenza wako ambaye ni mzuri, ukajiangukie mahali ambapo ni pabaya zaidi kwao. Tuweze kutofautisha ukoo, ni muhimu tuchunguze, lakini tusipitishe mpaka. Naitwa Rashid Abdalla, niweke mahali pema moyoni.